Jeshi la Israel IDF limedai kuwa kiongozi mwandamizi wa Hamas ameuawa katika operesheni ya pamoja na shirika la kijasusi la Israel Shin Bet. Kupitia chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii IDF imesema kuwa Msaidizi huyo wa kamanda wa brigedi ya Gaza ya Hamas aliuawa siku kadhaa zilizopita katika shambulio mjini Gaza nchini Palestina. Jeshi hilo limesema kuwa mtu huyo aliyefahamika kama Mahmoud Abu Hasira alihusika katika operesheni ya Julai 2014 ambapo wapiganaji wa Hamas walivamia jengo lililokuwa limeimarishwa baada ya kuingia kupitia kwenye handaki na kuwaua wanajeshi watano wa Israeli huku wakimjeruhi mwingine mmoja. Vyombo vya habari vya Kipalestina vimeripoti kuwa helikopta za kivita za Israeli zilishambulia mji wa Rafah huko kusini mwa Ukanda wa Gaza na mji wa Abasan al-Kabira pia umeshambuliwa kwa mizinga mizito ya jeshi la Israel katika eneo la karibu na Khan Younis katika ukanda huo. Mashambulizi ya mizinga pia yameripotiwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita katika kambi ya wakimbizi ya Nuseirat katikati mwa mji wa Gaza pamoja na kambi ya Bureij katika eneo hilo. Taarifa za awali zilionyesha kuwa watu watatu wameuawa katika shambulio dhidi ya kambi ya wakimbizi ya Jabalia kaskazini mwa Gaza mapema asubuhi hii na wengine sita kuuawa usiku shamb... katika shambulio la Israel dhidi ya familia ya Hassouna katika mtaa wa Tuffah mjini Gaza. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel limethibitisha kuwa lilitekeleza shambulio kusini mwa Lebanon usiku wa Jumanne, likidai kuwa lilikuwa likilenga kundi la Hezbollah. Katika chapisho kwenye mtandao wa X zamani Twitter, jeshi la Israel limeshitumu Hezbollah kwa kutumia miundombinu ya kiraia kwa njia za kijanja na kuwafanya wakazi wa Lebanon kuwa kinga ya binadamu. Mashambulio hayo ya hivi karibuni yamekuja baada ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kusema kuwa vikosi vya Israel vimeua takriban raia wa 71 nchini Lebanon tangu kuanza kwa kusitishwa kwa mapigano ya Hezbollah na Hezbollah mnamo Novemba mwaka jana. Pia, hali ya hofu imeibuka baada ya tawi la kijeshi la Hamasi kusema kuwa limepoteza mawasiliano na kundi lililokuwa likimlinda mwanajeshi wa Marekani na Israel Edan Alexander baada ya Israeli kulenga eneo lilokuwa akishikiliwa na mashambulizi ya moja kwa moja. Kwa mujibu wa vyanzo vya matibabu vya Gaza, takriban watu 23 wameuawa katika mashambulizi ya Israel kote ukanda wa Gaza tangu alfajili ya Jumanne, na taarifa kuhusu mashambulizi na vifo zaidi zinaendelea kutolewa. Waziri mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, jana alifanya ziara ya kushtukiza katika eneo la ukanda wa Gaza kuangalia maendeleo ya operesheni za kijeshi za IDF. Netanyahu alitumia ziara hiyo kuelezea msimamo wa Irani chini ya kiongozi wake Ayatola Ali Khamenei kuwa waliponza taifa hilo, badala ya yake linapaswa kuachana na mpango wake urutu wa urutubishaji wa nyuklia na kusema kuwa isipofanya hivyo, Israel haitosita kuanzisha mashambulizi katika taifa hilo. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza chini ya Hamas, inasema kuwa takriban ni Wapalestina elfu hamsini na moja wamethibitishwa kuuawa na laki moja na elfu kumi na sita na mia tatu arobaini na tatu wamejeruhiwa katika vita vya Israel dhidi ya Gaza tangu kuanza kwake miezi kumi na nane iliyopita. Hata hivyo, ofisi ya serikali ya habari imefanya tathmini na kuhakiki idadi ya waliokufa na kuwa huenda imefikia zaidi ya watu elfu moja na mia saba ikisema maelfu ya watu waliopotea chini ya vifusi wanaofiwa kuwa nao pia wamefariki pia. watu 1139 waliuawa nchini Israel wakati wa mashambulizi yaliongozwa na Hamas Oktoba 7, 2023 huku zaidi ya 200 wakichukuliwa mateka. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.